Hello. Naitwa Ilham, ni founder wa Crypto Panueli Academy, kifupi CPA. Karibu tena katika mwendelezo wa kupata elimu ya mapinduzi ya viwanda au blockchain technology. Tutorial iliyopita tuliweza kuona decentralized investment inavyofanya kazi katika mfumo wa DeFi. Kama ujaona hiyo tutorial, bonyeza kitufe cha subscribe ili uweze kuangalia right away. CPA tunakujali sana pioneer. Leo tutajifunza kuhusu mfumo wa e, decentralized insurance unaofanya kazi katika DeFi. Basi tuangalie katika dhana ya mfumo wa kawaida ama traditional way, maana halisi ya bima au insurance. Bima kwa kawaida ni njia ya kuhamisha hatari ya asala kutoka kwako kwenda kwa kampuni ya bima. Hii inafanywa kwa kulipa ada inayoitwa premium kwa kampuni ya bima ikiwa kitu kibaya kitatokea kama vile ajali, wizi au uharibifu wa mali, kampuni ya bima itakulipa fidia kulingana na makubaliano yaliyomo kwenye mkataba wa bima. Hii hapa ni mifano michache tu ya jinsi bima inavyofanya kazi. Bima ya afya, unalipa ada ya kila mwezi ili kuwa na bima ya afya, au kwa bima zingine unaweza ukalipia hata kwa mwaka. Ikiwa utaugua au kuumia, bima itakusaidia kulipia gharama za matibabu. Lakini kuna bima ya gari, unalipa ada ya kila mwaka ili kuwa na bima ya gari. Ikiwa utapata ajali, bima itakusaidia kulipa gharama za matengenezo ya gari lako na gari la mtu mwingine, na pia gharama za matibabu ikiwa kuna majeruhi. Lakini kuna bima ya maisha, unalipa ada kila mwezi ili kuwa na bima ya maisha. Ikiwa utafariki, bima itawalipa fedha familia yako au watu wengine ambao umewateua kama warithi. Bima ni muhimu kwa sababu inakupa ulinzi wa kifedha dhidi ya hasara zisizotarajiwa. Hii inaweza kukusaidia kuepuka matatizo makubwa ya kifedha ikiwa kitu kibaya kitatokea. Hapa kuna mambo muhimu ya kuzingatia, e, kuhusu bima ama insurance. Kuna aina za bima, kuna aina nyingi za bima kama vile bima ya afya, bima ya gari, bima ya maisha, bima ya nyumba, bima ya biashara na kadhalika. E, mkataba wa bima e, ni makubaliano kati yako na kampuni ya bima. Hii e, ni swala pia la kuweza kuangalia ni mkataba wa bima. E, ni muhimu kusoma mkataba kwa makini ili kuelewa ni nini kimefunikwa na nini hakijafunikwa. Lakini kuna premium. Ni ada unayolipa kwa kampuni ya bima ili kuwa na bima. Lakini pia fidia ni pesa unazopata kutoka kwa kampuni ya bima ikiwa kitu kibaya kitatokea. Sasa, baada ya kuona bima katika traditional way ilivyo, tumepata taswira ya msingi jinsi mambo yanavyokwenda, sasa tuangalie decentralized insurance inavyofanya kazi katika eh, mfumo wa, wa DeFi. Decentralized insurance ni aina ya bima ambayo inalenga kulinda fedha zako za kidijitali digi, ama na mali nyingine katika mifumo ya fedha e, za decentralized. Tofauti na bima ya kawaida inayolinda mali za kimwili au afya, bima ya decentralized finance inalinda dhidi ya hatari maalum ambazo zipo katika ulimwengu wa DeFi. Hapa kuna baadhi ya sifa muhimu za decentralized insurance. Mosi, kukulinda dhidi za za e, ya hatari za kipekee za DeFi. Bima ya DeFi inalinda dhidi ya hatari maalum ambazo ziko katika mfumo wa DeFi, kama vile e, udhaifu wa kiusalama katika smart contracts. Hii ni hatari kubwa katika DeFi kwa ni smart contracts ndio msingi wa mifumo mingi. Ikiwa e smart contract ina udhaifu, wadukuzi wanaweza kutumia udhaifu huo kuiba fedha. Lakini e, kushuka kwa bei ya fedha za kidijitali, thamani ya fedha za kidijitali inaweza kushuka kwa ghafla na kusababisha hasara kubwa bima ya DeFi, ama decentralized insurance inaweza kulinda dhidi ya hasara hii. Lakini pia e, sifa nyingine e, ni, mila, e, ni e, kinga dhidi ya miradi ya ulagai. Kuna miradi mingi ya ulagai katika mfumo wa DeFi, ambayo inalenga kuiba fedha kutoka kwa wawekezaji. Bima ya decentralized insurance, inaweza kulinda dhidi ya miradi hii. Lakini pia ulinzi uh, wakati wa kupoteza ufunguo wa pochi ikiwa umepoteza ufunguo wako wa, wa opochi ya kidijitali utapoteza fedha zako zote. Bima uh, inaweza kulinda dhidi ya, ya hasara hii, lakini hata kama kwenye kukosea anwani ya mwamala. Ikiwa utakosea anwani ya mwamala, fedha zako zinaweza kupotea. Decentralized insurance inaweza kulinda dhidi ya hasara hii. uh, e, sifa ya pili ni ulinzi wa fedha za like, kidijitali na mali nyingine. Bima uh, inalinda fedha zako za kidijitali na mali nyingine ambazo eh, una, una, una, una, unazo katika mfumo wa DeFi. Hii ni pamoja na fedha za like kidijitali kama vile Bitcoin, Ethereum na kadhalika, pamoja na tokens na maishara na mali nyingine za kidijitali. eh, mikata, eh, sifa nyingine ni mikataba smart contracts, bima eh, ya decentralized mara nyingi hutumia smart contracts ili kuendesha shughuli zake. Hii inafanya decentralized insurance kuwa ya wazi na ya kuaminika, kwani shughuli zote zinafanyika katika blockchain na zinaweza kudhibitishwa na mtu yoyote. Lakini aina mbalimbali za bima, kuna aina mbalimbali za bima katika mfumo wa DeFi, ikiwa ni pamoja na bima ya smart contracts, bima ya kushuka kwa bei, bima ya wallet za kidijitali eh, lakini pia upatikanaji wake. Decentralized insurance inapatikana kwa mtu yoyote ambaye anataka kulinda fedha zake za kidijitali na mali nyingine katika mfumo wa DeFi. Lakini sifa nyingine ni gharama. E, bima, decentralized insurance inaweza kuwa ghali, lakini ni muhimu kuzingatia kwamba inakupa ulinzi wa kifedha dhidi ya hasara zisizotarajiwa. Lakini ukomo wa chanjo, bima ya DeFi inaweza kuwa na ukomo wa chanjo ambayo inamaanisha kwamba haitalipa hasara zote. Sasa tuangalie faida za decentralized insurance katika mfumo wa DeFi. Decentralized insurance inaleta faida nyingi kwa watumiaji, hasa katika mazingira ya taarishi ya fedha za kidijitali. Hapa kuna baadhi ya faida muhimu: ulinzi dhidi ya hatari maalum za DeFi, e, kwa mantiki ya kwamba kwenye udhaifu wa kiusalama, kushuka kwa bei, miradi ya ulagai kupoteza ufunguo wa digital wallet, kukosea nuani ya mwamala. Lakini pili, amani ya akili eh, bima inakupa eh, amani ya akili ukijua kwamba fedha zako ziko salama dhidi ya hatari mbalimbali. Hii inakuwezesha kuwekeza katika mfumo wa DeFi bila wasiwasi mkubwa. Lakini kuongezeka kwa uaminifu katika uh, DeFi. Inasaidia kuongeza uaminifu katika mfumo wa DeFi, kwani inawapa watumiaji uhakika kwamba wanaweza kulindwa dhidi ya hasara. Hii inaweza kuchochea ukuaji wa mfumo wa DeFi. Upatikanaji, uh, uh, bima ya Decentralized Insurance inapatikana kwa mtu yoyote ambaye anataka kulinda fedha zake za kidijitali na mali nyingine katika mfumo wa DeFi. E, pia kuna aina mbalimbali uh, za bima ya DeFi. Ikiwa ni e, pamoja na bima ya smart contract, bima ya kushuka kwa bei za uh, fedha za kidijitali na bima ya digital wallet. Unaweza kuchagua aina ya bima inayokufaa mahitaji yako. Hata hivyo, ni muhimu kuzingatia kwamba bima za DeFi pia zina asara zake. Mosi, gharama e, inaweza kuwa ghali. Lakini asara pili ni ukomo wa chanjo katika mantiki ya kwamba, e, inamaanisha kwamba kuna uwezekano e, kuwa na ukomo wa chanjo ambayo inamaanisha kwamba haitalipa asara zote e, Tuangalie mifano ya eh, dapps ambazo zinatoa huduma za decentralized insurance katika mfumo wa DeFi. Kwanza, kuna Nexus Mutual. Hii ni itifaki inayotoa bima dhidi ya hatari za smart contracts. Watumiaji wanaweza kununua kinga ama cover dhidi eh, ya sala zinazotokana na itilafu au uvamizi wa smart contract. Lakini tuna cover protocol. Hii ni itifaki inayotoa bima kwa, ma eh, kwa mali za kidijitali una insurance protocol, yenyewe ni itifaki inayotoa bima kwa itifaki za DeFi na stable coins. Decentralized insurance ni chombo muhimu cha kulinda eh, fedha zako eh, katika mfumo wa DeFi. Hata hivyo ni muhimu kuelewa hatari zote zinazohusika na kuchagua aina ya bima inayofaa kwa mtaji yako. Kama umependa ume maudhui ya tutorial hii basi bonyeza kitufe cha like lakini pia bonyeza kitufe cha subscribe e, na kumalizia, bonyeza kitufe cha notification, ili tutorial ijayo itakapotoka uwe wa kwanza kuipata. Okay, we cool. See you on the next one. CPA.